Leo leo nina odi mbili ya point zero mbili na mechi tatu. Leo siku ya Jumamosi na mechi tatu, odi ni mbili point zero mbili. Mechi ya kwanza ni Spoti Lisbon na Famalicao, nimempa Spoti Lisbon mazima. Mechi ya pili ni Ipswich na Nottingham Forest, nimempa Nottingham Forest yashinde au asuluhu mechi ya tatu ni AC Milan na Como, nimempa AC Milan double chance kipindi cha pili ashinde yasuruhu, kipindi cha pili double chance. Kwa wale wanaotaka kodi, kodi ni hapa h n o f k 4 k vilevile ambao hajasubscribe wapate kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube Saidi Rajabu, pindi ninapopost video, tuwa kwanza kupata notification. Asanteni.